Habari na karibu katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Kigoda the creator, and today tunaenda kuzungumzia app tano bora za mikopo kwa njia ya simu. Hapo, hizi ni za mikopo ambazo zinafanya kazi katika ka nchi ya Tanzania na zina uwezo kukopesha pesa mtu yoyote yule ambaye atakizi vigezo kuweza kujoin katika hizi app. So naenda kukutajia app tano ambazo zina zinafanya vizuri katika masuala mazima ya mkopo nchini Tanzania. Nikianza na app maarufu kabisa ni tuwa inaitwa Pesa X. Hii ni moja kati ya ap kubwa sana ambayo ina zaidi ya ya 1 million users, ina watumiaji zaidi ya milioni moja ambao wanatumia hii ap na ni ap nzuri sana ambayo inatoa ina mkopo bila, bila vikwazo vi ama vizuizi vi, vi vya aina yoyote ile, but the only problem katika hii ap ni wahudumu wahudumu wa kwenye hii ap ni ni wakali sana na wanatoa vitu vikali sana, so hiyo ni moja kati ya the only problem ambayo inapatikana katika hii pesa X. Then the next up inaitwa zima cash. Hii ni moja kati ya apu nzuri pia ambayo inafanya vizuri sana nchini Tanzania. Ni apu nzuri sana zima cash, na inawatumia zaidi ya laki moja. The only problem katika hii apu, ina siku chache sana za kurejesha mkopo ambazo ni siku saba kwa mkopo wa kwanza na pia riba yake ni kubwa sana. Okay, tukienda kwenye app namba tatu inaitwa Msafi. Hii app inatoa ina, ina mkopo mkopo wa kwanza unatakiwa kurejesha ndani ya siku saba na uzuri wa hii app ni kwamba unapo join unagaiwa mkopo kwa haraka sana, haichukui muda mrefu sana au awakuombe vitu vingi sana kuweza kukupa mkopo wako wa kwanza. Okay, tukija app namba nne inaitwa Branch. Watu wengi wanaifahamu, ni app moja maarufu sana na ina review zaidi ya milioni moja katika App Store na Play Store, so pia ina nyota nne pointi nne na the only problem ni kwamba wanaanza kukupa mkopo mdogo sana, so that's the only problem. Na kingine ni kwamba wahudumu wa, wa app wanakuwa ni wapo a little bit, wanakuwa ni scarcity hawapatikani kiurahisi sana, yani unavyowapigia ni ngumu sana kuwapata lakini, wanakuwa wanapatikana always kwenye kudai pesa zao okay. this is kwa ni app namba nne. Tukija direct kwenye app ya mwisho ambao ni CashX. Hii app ni ya um, mkopo na inatoa, ina, ina, ina mkopo a wow, kwa riba kubwa sana. That's the only problem katika hii app ni kwamba wanatoa mkopo kwa riba kubwa sana. The only, the good thing ni kwamba wao wana mkopo wa kwanza, wanakupa siku nane za kurejesha mkopo tofauti na app nyingine ambazo wanakupa siku saba za kurejesha mkopo.